Tukimwelewa Mungu hata tutaelewa namna ambavyo anatulinda, na ukianza kuuona ulinzi wa Mungu juu ya maisha yako utajua hata namna kumshukuru Mungu kwenye maombi. Watu hawajui kuomba kwa sababu hawavioni oh, vya rohoni. Ukiweza kuviona vya rohoni vinavyoendelea, swala la kuomba kwako litakuwa ni vitu vya kugusa na kuongea na Mungu, maana unaona ulimwengu wako unauona, maana unahesabiwa haki na unaishi ndani ya ufalme wa Mungu, maanake unaanza kutawala pamoja na Mungu. Hatuko mahali hapa kutoa pepo peke yake. Tumepewa kazi kubwa kuliko hata mapepo. Kwa nini tuishie kutoa pepo, pepo peke yake? Tumepewa kazi kubwa kuliko kutoa mapepo. Pepo ni vitu vidogo sana yaani vinatake vielewe tu kwamba havitakiwi kukaa ndani yako wala ndani ya mtu ambaye amekusogelea, havitakiwi. Lakini kuna vitu ambavyo vikikujia, ufalme wote unasema Yesu anazo nguvu za Mungu aliye hai. Maana visivyowezekana kuwajia watu wa kawaida vimemjia mwana wa Mungu mwenye nguvu ndani yake. Mchapia Yesu makofi ya shangwe, na Mungu akufanyia makubwa katika jina la Yesu. Usiishie kutoa pepo, usiishie kuponya vichwa, usiishie kuponya malaria. Hata kansa na HIV ziyeyuke mbele ya macho yako na Bwana akutumie kwa mambo makubwa kuanzia leo katika jina la Yesu.